Hello Tanzania. Once again, Bolen is speaking, talking, nataka kuongea na viongozi wa Chadema, especially ndugu yangu, rafiki yangu wa karibu sana John Heche. Uh, hata Tundu Lissu pia ni rafiki yangu. Rafiki ni miongoni mwa wana CCM pekee ambaye huwa nakutembelea gerezani kukujulia hali. Jana mmetoa um, sijui ni tamko au sijajua ni waraka au sijui nini lakini mmetoa mambo fulani ambayo mnataka yafanyike. Ya jana niliongea moja, lakini leo naongea la pili. Kuna hili mnalosema la mnataka serikali ya mpito isiongozwa na Samia wala isiongozwa na sisi CCM. Sijajua ni how and why. Mimi nilikuwa nafikiri kama kweli viongozi wa CHADEMA na CHADEMA kwa ujumla, mna DNA ya uzalendo, ni kipindi cha kuungana na Rais Samia kumuunga mkono na serikali yake, lakini kuendelea kumkosoa kwa kila jambo analokosea. Huo ndio uzalendo. Kumkosoa na kumwambia no, no, no, this, this is wrong. Ili la ililotokea Oktoba ishirini na nane, ishirini na tisa. Of course it's a very bad imetuweka kwenye picha mbaya, lakini tusitumie kama kama tusitumie yani, kutaka kuibomoa nchi yetu, tutachekwa na hao wanaowafadhili na hao wanaowafadhili Hebu tushikamane, uzalendo wetu, tukae na Samia, tuanze kumkosoa bwana, hapo nakosea, hii ni mbaya, hii nzuri. Hebu tuionyeshe dunia kwamba Tanzania is one is not two, tusimame na nchi yetu Makosa ya Samia yapo na mazuri yake yapo, tusimame naye kama nchi, si kama, naeleweka? Hatujafikia huko kwa kusema kwamba eti tuwe na serikali ya mpito. Serikali ya mpito inapita, inaenda wapi? Nataka kutupeleka Afrika Magharibi. No, please. John Heche na viongozi wa Chadema, John Mnyika. Rafiki yangu, tusifike huko. Tusimame na Tanzania, tusisimame na Chadema. Nikieleweka nitafurahi sana. Nisipoeleweka mtaeleweshwa. Serikali ya mpito, mpito unapita unaenda wapi? Haya madai yote mliyoyatoa, tunacheza na Samia mpaka yarekebishike. Ana uwezo kwanza mwelewi tu, Samia anapata shida na washauri wake, lakini yeye yuko hivi. Kumbuka Samia kihistoria ni mwanaharakati <laughs> kama mjui, Samia ni kama hawa hawa wanaharakati au mnawaona kihistoria. Kwa anajua anajua hizi demands zote, sisi tutadili na wale washauri wake Hatimaye nchi yetu tanyoka, tutatulia, tutaishi kwa amani. Burudani naomba kome.